Na baraka, mwanangu. Freshi. Freshi kama kawaida. Mwana, umepoa? Eh, tumepoa tuko kwenye maandalizi ya kuelekea jijini Mbeya hapa ku support timu yetu mzunguko wa pili huu. Tunataka tukamshone mtu kule Mbeya, tukachukua alama zetu tatu turudi kuendelea na maandalizi ya mechi za kimataifa, na mambo mengine yaendelee, lakini cha muhimu tunaenda kufuata pointi tatu kule Mbeya. Mbeya, unafikiri mchezo wa Mbeya utakuwa mrahisi na kupata matokeo kama mnavyofikiria? Sio mchezo mrahisi kabisa kwa sababu kwanza ni mchezo wa ugenini lakini pia ni mchezo ya mwanzo ya ligi. Mara nyingi timu zinakuwa zina, zina ile munkari ya kupata matokeo, lakini pia naamini Mbeya wana timu nzuri uh, Mbeya ni watu wa mpira kwao, nadhani kutakuwa na mchezo mzuri sana, lakini mi naamini kwa timu yangu iliyokuwa bora chini ya kocha wangu bora Roman Foz, naamini tunaenda kupata mchezo mzuri na anaenda kudhihirisha kwamba yeye ni kocha mzuri kiasi gani na ni kocha ambayo yupo kwa ajili ya kuhakikisha Yanga inapata matokeo ndani ya dakika 90. Lakini kuna malalamiko kwamba mfumo anaotumia kocha sivyo, labda unaweza kutia hatihati hati uko mbe, e, Mbeya, labda matokeo yakawa ndivyo sivyo kama wana Yanga wanavyotarajia. E, bwana, mtu anaomlalamikia au anaojaribu kuwa na doubt na Romain Folz sio mtu wa mpira yeah. Mtu wa mpira hawezi kuwa na doubt da. Na Romain Folz amefanya vitu vingi sana kwa muda mfupi, lakini pia ameonyesha Uh, ubora wake na uimara wake. Kwanza nampenda sana Roman Falls, kwa sababu ni mtu mwenye misimamo, yani huwa anachokiamini yeye ndo anachokiamini, yani hapendi kumsikiliza mtu, hapendi kupotoshwa, hapendi kujazwa matokeo ma, yani maneno, yani yeye anaamini katika nguvu yake, kwayo ni kitu kizuri kama kocha, ni kitu kizuri kama mtu ambaye unategemewa unaaminiwa, kwenye taasisi kubwa binafsi. Tuna imani naye kubwa sana kama washabiki wa Young Africans, lakini pia naamini hata viongozi wana imani naye kubwa sana kama sisi tulivyokuwa na imani kubwa na viongozi wetu. Kwa hiyo Romain Folz anaendelea kuipa matokeo Yanga ambayo watu wanasema haifanyi vizuri lakini Yanga inazidi kuvuna alama, Yanga inazidi kukusanya namba kubwa za magoli, Yanga inazidi kuzalisha na kuonyesha uh, vipaji vilivyovijificha vili, Yanga inazidi kuimarika. Ninachowaambia Watanzania au watu wa, wa mpira especially, wananchi wa Marfoz, yupo katika kutafuta kikosi chake cha first eleven hizi anazozifanya, anaruka huku, anaenda kule, anafanya hiki, anajaribu kufanya rotations mara kwa mara, anatafuta kikosi chake, anatafuta first 11 yake, isifike wakati anapanga wa timu watu wanasema kuna mchezaji ulimwacha. Hapana, anawapa nafasi wote hivi, yeye aje afanye picking, apate first eleven yake na kila mtu atafurahika nayo. Lakini kwa sasa tumpe mwajukumu, tumwamini kama anavyoendelea kutufanyia kitu kizuri. Sisi kama wanayanga tupo nyuma yake, tupo naye na tunamwamini kwelikweli. Hao wanaoongea tunajua wanayatoa wapi, hatujui wanayatoa wapi, its up to wao. Sisi tunachokiamini tunachokiamini timu yetu iko vizuri, kocha wetu iko vizuri, ana malengo mazuri na timu na anafanya kazi nzuri sana. Unadhani eh, hali ya uwanja, na mimi nimeiangalia mitandaoni eh, unadhani uwanja unaenda kuchezeka mpira ule ambao wananchi mnaohitaji kwa mara zote mkiwa mm, mnauangalia kama Benjamin Mkapa ama uwanja mwingine tofauti na eh, wa Benjamin? Sisi kama Young Africans tunaamini tuna ni klabu ambayo inapatikana Tanzania, tunajua miundombinu ya viwanja vyetu vya Tanzania na ndio maana tuna kikosi kipana. Sawa, inaweza ikawa affect kwa namna moja ama nyingine, lakini mimi naamini haiwezi kutufanya tushindwe kupata matokeo. Naamini kwa ubora wa timu yangu, kwa ubora wa kikosi changu, bora wa kocha wangu na uimara wa viongozi wetu, mimi naamini na tunaenda kupata matokeo bila shaka yoyote, regardless ni uwanja uko na miundombinu mibovu au sio mizuri sana, sisi iko kitu hatujali. Tunachoamini ni kwamba tunao wachezaji wanaoweza kucheza kwenye hali zote, na tunacho kikosi kipana cha kutupa matokeo nyakati yoyote ha. Labda eh, kwa kikosi ambacho ulivyokiangalia, wapi zaidi pa kwenda kutekeleza zaidi, yani kurekebisha marekebisho afanyike kwenye kikosi hicho? Labda inaweza kutokea nafasi moja ili iweze kutumika, eh, wananchi waweze kupata furaha kwa wakati ambao, eh, wachezaji wapo ndani ya uwanja cha kwanza, wananchi tuna furaha kwa sababu Yanga tangu tumeanza msimu tumekuwa tukipata furaha kwa sababu tunapata matokeo mazuri. Lakini pia kuhusiana na kurekebisha au kuna namna ya kurekebisha, kuna namna ya kufanya kitu fulani, mimi namwamini sana kocha. Mimi ni mtu ambaye naamini, naheshimu majukumu ya kocha kwenye timu team. Timu uh, au sisi mashabiki hatupaswi kumpangia majukumu kocha wetu kocha anaijua timu vizuri kuliko mtu yoyote. Kocha anaiona timu vizuri kuliko yoyote. Kocha ana ana matarajio makubwa na mazuri kuliko yoyote kwa sababu kocha pia ni mwajiriwa ndani ya Young Africans, asingetamani kuona kibarua chake kinaota nyasi. Kwa hiyo lazima hakikisha anakuwa anatafuta au anatengeneza matokeo mazuri. Kwa hiyo mimi namwamini kocha, yeye ndo anajua nani aanze, nani asianze, wapi turekebishe, wapi tusirekebishe. Mimi Baraka Yanga ni shabiki na ujua mpira, lakini sijaujua kwenye levo za kocha. Kwa hiyo naamini kocha aliupo sahihi zaidi ya vile nitakavyosema mimi. Kwa hiyo hilo swala la kuambia nani aanze au kipi kifanyike, mimi ningeomba tumwachie kocha wetu Romain Folz ambaye sisi wana Yanga tunamwamini <tosimbe> <tosimbe> kusema la ukweli <tosimbe> unakwambiaje mwamba ngoma uvutia kwake, lakini wanasemaje ili ngoma ikipigwa sana, kuna muda inapasuka. Sijui eh, jamani, sisi tutulieni, sikuna watu wanaamini wana timu Situ tulieni, Young Africans, mechi ya sita tumeshinda zote, tumekosidi magoli mawili tu. Kuna timu inacheza <laughs> jana mtu watu wameshika roho, yaani kama ni Wakristo basi, katika njia ya msalaba, tena katika kituo cha kumi na moja hapo. Mkristu shika moyo, Bwana wako ateswa msalabani wana unanielewa, iko kituo, ndio wana Simba jana wakati wanaangalia mechi yao dhidi ya wale Gaboroni, wameshika sehemu, wametawaliwa kila sehemu, wamezidiwa kila sehemu, wachezaji ambao waliamini wakiweka brichi kichwani watafanana na pakome hola, lakini kasko kwa namna gani? Pakome mnamuona, anafanya vitu vile. Pakome anatia chuma, Pakome anaswana, Pakome anaondoka na kijiji anaenda kufunga, Pakome anatoa assist. Pakome ategemei mambo ya kutengwa kene swala la kutenga. Ah, ndugu ya yuko vizuri mambo ya kutenga, yani yule, mimi nahisi hata, hata mke wake katongozewa, nina uhakika chazio hata mkewe katongozewa, yani yule kutengewa yuko vizuri lakini kwenye levo za Pakome mm. levo za Clement Nzize levo mm. za Mohamed Dumbia levo za, levo za Maxim Pia Mzengeli mm. levo za Lasane Koma bwana mm. <laughs> watu wanafanya kazi uwanjani hawana kikosi. Kikosi. Kikosi, kikosi cha hawana kikosi cha kuweza uh, kujipambanua msimu huu. Mimi na uhakika Simba ta struggle sana kupata nafasi ya tatu ama ya nne msimu huu. Labda kuelekea kwenye safari hii na wao meliona jepesi hilo la Simba kustruggle kupata nafasi ya tatu au ya nne naona kikosi kiko poa kabisa eh? kipo vizuri sasa. Ujiulize, kwa nini nimemwambia anapata nafasi ya tatu ya nne, ndio uniulize sasa, ndugu yangu. Watu wanasifia timu yao nzuri, lakini tunaiona inavyo struggle kupata matokeo sawa, tunavyoiona inavyo concede magol. Tunaona wachezaji mmoja mmoja, quality ya mchezaji mmoja mmoja ndani ya Simba imeshuka lakini asilimia kubwa pia wachezaji hawa ambao tuliamini kidogo wangekuwa na quality ya kuibeba Simba, viwango vimeshuka. Lakini asilimia kubwa hamna wachezaji wenye quality ya kuweza kuibeba Simba. Simba wewe unawaona, inawezekana ukawa unawaona kwa jicho lako. Nakwambia hivi, beautifulness is an eye of an observer uzuri wa mtu u machoni pa mtu, unanielewa? Nanielewa? Kwa hiyo inawezekana wewe ukawa unaiona simba nzuri kwa jicho lako, ila kwa watu wa mpira wanaona simba ilivyokuwa ndondokela, wanaiona simba ilivyokuwa ngungwa ngungwa, wanaona simba ilivyokuwa tia tia maji. Wana simba wenyewe sasa hivi kwanza wameomba wapate break, wasione timu yao wameomba, maana ikitokea iki, simba inacheza kesho, watu wanakufa na pressure wameomba breaki wapate breaki kwanza, wanasimba, ili mradi wapate relief ya heartbeats zile, si umeelewa eh? Heart attack inataka kuwakuta wanasimba, ndugu yangu yeah. E, kwa lazima wapate breaki kidogo yeah. Ila zikiwa hizi mechi mfululizo zinakuwa zina na mfululizo, tutazika watu baba. Hata chumvi yenyewe haifai safari wanachoma, watabidi waungie na maji ya bahari, ile timu ifai Sio limao, wachukue maji ya bahari ndo wapikie mboga. Maana ile Simba imejiozea ile Simba imevurugika ile Simba hakuna kitu, sijui umeelewa. Wale wanachopambana sasa hivi ni kuhakikisha wanafosi kwenye mitandao, wanafosi kwa wanahabari, wanafosi kwa wachambuzi wao wa mchongo, kuifananisha Simba na Yanga kufa, kujifananisha na Yanga, kujikompea na Yanga wanaona kocha wao mbovu, wanaona timu lao bovu, wanataka tuwafosi timu yetu ionekane mbovu, kocha wetu aonekane mbovu. Ila sisi tunamjua kocha wetu, tunaijua timu yetu, na tuna tunaamini timu yetu ni nzuri, na tunafanya vizuri, na hata watu wa mpira wanaona yanga ni nzuri. Sasa huko kukalili, ndugu yangu, na huko acha. Ndio maana nikasema msimu huu kichaka wanachojifichia tuna kichoma moto huko ni kukalili Sawa mnawakalilisha wanasimba, badala muambie ukweli hawana timu mm. Mchome anapambana sana kuwaambia ukweli wana Simba kwamba timu hawana, si umeelewa? Sasa endeleeni kuwatia moyo, wakakutane na goli tano kwenye hatua za makundi goli saba kwenye hatua. Hawana timu pale, ukweli waambiwe hawa. Na mimi nilisema wamekuja kumtukanisha kocha wetu wa timu ya taifa, wamekuja kumdhihaki kocha wetu wa timu ya taifa, wamekuja kumtia lawama kitendo cha kocha wetu wa timu ya taifa kwenda Simba ni kwenda kutukanwa timu ile inatafuta wa kumfia, kwa hiyo wamepata sababu pale wa kumfia, si umenielewa? Mimi nilimwambia nilimshauri kocha wetu mimi Ahmed Moroko, hiyo timu achana nayo hao, wanakutia chambo, wanataka ilo timu likufie, wapate sababu, si umenielewa? Sasa simmeona, sasa hivi wameanza, kocha unamweka nje, kibu kocha unamweka nje, sijui chazowaa kocha, sijui unafanya nini, si umenielewa? Yote wanatafuta wa ya kumfia, yani unaambiwa mechi ya juzi, jini limetoka mganga hoi. E, e, watu wameingia, wameingia hatua inayofuata wamequalify, lakini wameenda kulala na viatu pila waovyo. Timu haieleweki mambo yaeleweki. e, washabiki wa Simba wataki tena mechi back to back, wanaomba break, watakufa na pressure wanaofia mchezo ule. Wanacheza jana au sijui jana sijui juzi jana, hebu ashumu anacheza, wanachezeshwa tena kesho. Simba si wanajifia washabiki kwa sababu kama pale tu moyo ni pu wamepigana huko, wamempiga malaika wa Simba. Hawataki timu yao isemwe timu bovu. Mashabiki wameungana na viongozi wao, wanakwambia hamna ku timu yetu, kunini, timu yetu isisemwe. Hawataki usemwe ukweli, lakini ukweli ni kwamba timu lao bovu linahitaji huruma, linahitaji msaada, linahitaji kuongozwa. Kama watakuwa tayari, sisi tupo tayari. Na vizuri, tuna, na sawa, pale, <coughs> a, mimi naweza nikashirikiana vizuri tu na Soro Yanga kina Godi Yanga sawa, tukaa viongozi pale tukawasaidia kuwavusha kwenye kipindi hichi. Mimi wakileka pale Simba, mi nikae katika mweka hazina wa Simba.